Duniani sasa hivi vita kubwa sio ya mabomu na bunduki na vifaru. Vita kubwa duniani leo ni vita ya taarifa, information. Yani watu wanapigana kwa taarifa. Kwa namna ambavyo una treat taarifa zako ndivyo ambavyo utapata matokeo chanya au hasi. Sisi taarifa zetu tukizifanya za kutujenga tutajengeka. Taarifa zetu tukizifanya za kutubomoa tutabomoka. Vyombo vyetu vya habari vikijielekeza viki, viki, viki kwenye ku, kuripoti matukio na kutengeneza maudhui yenye kuijenga Tanzania, Tanzania itakuwa nzuri, itajengeka. Lakini vikijielekeza kupeleka maudhui yenye kubomoa nchi, nchi itabomoka. Na bahati nzuri vyombo vyetu vya habari vimechagua kuijenga nchi yetu, ndio maana niliwapongeza pale JNICC. Nawapongeza na na leo na mwendo ni huu huu. Majirani waliojipa kazi ya kuichafua nchi yetu sisi tufanye kazi ya ku itangaza kwa sifa njema nchi yetu, na hili jambo tunaweza, kwa sababu huko kuna vyombo vya habari na hapa kuna vyombo vya habari. Sawa jamani? okay. na sisi wizara kwa ujumla tusiache kuviunga mkono vyombo vyetu vya habari. TSN na TBC viendelee kubaki kuwa strong kama vyombo vya serikali vitakavyosimamia maslahi ya nchi yetu, lakini pia kupitia idara ya habari maelezo tuendelee kuvilea na kuvisimamia vyombo vya habari vyote nchini ili na sisi tuwe na vyombo vya habari imara vya serikali na vya watu binafsi ambavyo vitafanya kazi zake kwa weledi, kwa uhuru, huku vikilinda maslahi ya Tanzania. Wenzetu wanaofanya hivyo wanalinda maslahi ya nchi zao, ndio maana wanaweza kuwa na muda hata wakuja kuanza kuisema vibaya Tanzania. Sasa dawa yake sio kulalamika, dawa yake na sisi tuwe imara. Tunakutana leo tukiwa tumetoka katika maadhimisho ya miaka 64 ya uhuru. Kwa hiyo kwanza niwapongeze wote kwa nchi yetu kutimiza miaka 64 ya uhuru. Hongereni sana. Lakini muhimu zaidi niwapongeze kwa jana nchi yetu kuvuka ikiwa shwari, kwa amani kabisa, na tumebaki salama. Huu ni ushindi wa Watanzania wote. Na ni jambo muhimu kwetu sisi na mustakabali wa nchi yetu. Yaliyotokea tarehe 29, kila mmoja aliona na ni mambo ambayo yalitikisa kidogo sifa na haiba yetu kama nchi. Kwa hivyo waliokuwa wanahamasisha yatokee tena tarehe tisa na wito ambao serikali iliutoa na Watanzania wameupokea na wakautii, ni jambo kubwa na muhimu, na kwa kweli nina kila sababu nikiwa msemaji mkuu wa serikali kuwashukuru na kuwapongeza sana Watanzania kwa kusimamia maslahi ya taifa, kwa kulinda nchi yao na kwa kuisikiliza serikali yao. Nchi italindwa na Watanzania wenyewe na tukishakuwa na utamaduni wa serikali inatoa maelekezo au miongozo alafu wananchi wanabeza, taifa linapotea. Kwa hivyo, tulichokionyesha jana kama Watanzania ni kitu kikubwa, kitu muhimu sana, na tumeendelea kuidhihirishia dunia kwamba Tanzania ni nchi tulivu, ni kisiwa cha amani. Lakini pia tunashukuru pia vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa viliyofanya. Lakini sisi wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo pia tunavishukuru vyombo vya habari kwa kuzingatia maelekezo na miongozo ya serikali kuwaelimisha, kuwapa taarifa na kuwahamasisha Watanzania kudumisha amani.